Ya mama apate haki yake. Kwengeneko kaunti ya Kajiado ni mojawapo ya zile zinazoshuhudia athari za ukame ambapo sasa maisha ya wakazi na mifugo yamesalia ya hatarini. Licha ya jamii kutegemea ufugaji tangu jadi, juhudi zimeanza kufanywa kuhakikisha wakazi wanalindwa zaidi na athari za ukame na mifugo wao. Nancy Kirin anaarifu. Katika maeneo mapana ya malisho ya kaunti ya Kajiado, ufugaji kwa vizazi vingi umekuwa zaidi ya chanzo cha riziki, ila ni mtindo wa maisha. Lakini leo mtindo huo wa maisha uko hatarini. Ukame wa mara kwa mara, ongezeko la joto na kupungua kwa maeneo ya malisho kutokana na mabadiliko ya tabia nchi vimesababisha vifo vya mifugo, uhaba wa chakula na kuacha familia nyingi za wafugaji katika hali ngumu ya maisha. Huku si mahali ya kunyesha kila wakati, lakini tunajaribu kukata nyazi, tunajaribu kuweka masto. Wakati kama hii tunaomba ng'ombe, nyazi zingine zinahama. Ukiangalia saa hii ng'ombe sio mingi kwa hii area, kwa sababu tayari walishahama juu ya kiangazi. Katika miaka ya hivi karibuni, Kajiado imekuwa miongoni mwa kaunti zilizoathirika na ukame, huku wafugaji wakilazimika kusafiri mbali kutafuta maji na malisho na baadhi yao kupoteza mifugo. Nimekuja kuangalia wenzangu ni nini ambayo mama mfugaji anafanya ili aweze kujitumu kimaisha ili asihamehame kwa sababu tuko katika fami, tumetoka jamii ya wafugaji ambao wanahama wakati ya kiangazi kama sasa. Kama vile tulivyoambiwa kule, mara mingi wanaume hata usahau kuna familia, wanaangalia mifugo, wanahama na mifugo. Mama kule nyumbani umebaki na watoto. Je, kama wewe mama mfugaji, kama hauna another alternative way of living, kama kitchen garden Kuku pale ni nini unaweza lisha naye watoto? Jaribu kuangalia kama kitambo, kulikuwa na lot of struggle, kama akuna maji, kwa sababu wamama wanaenda na mgongo, wanaenda wanachukua, wale hawana punda wanabeba na mgongo. Saizi hakuna hiyo struggle. Kadri dunia inavyoadhimisha mwaka wa kimataifa wa wafugaji na maeneo ya malisho, changamoto na uthabiti wa jamii za wafugaji sasa unawekwa bayana. Katika mkutano wa siku tano wa wafugaji wa asili uliofanyika jijini Nairobi, wafugaji kutoka maeneo mbalimbali duniani wametembelea jamii za wafugaji hapa Kajiado. Ziara hii inalenga kubadilishana uzoefu na kushuhudia hali halisi inayokumba wafugaji ambapo ukame wa muda mrefu, mabadiliko ya tabia nchi na kupungua kwa ardhi ya malisho vinaendelea kutishia maisha na tamaduni za wafugaji. Kutoka tambarare kame za Kajiado hadi majukwaa ya kimataifa ya mabadiliko ya tabia nchi, wafugaji wanatoa wito wa mabadiliko ya haki yanayotambua maarifa ya asili na kulinda maeneo ya malisho kwa vizazi vijavyo. Ujumbe wao sasa unatarajiwa kusafiri hadi majadiliano ya kimataifa ya tabia nchi, COP17 huko Mongolia, ambako dunia itapimwa kuona kama iko tayari kweli kusikiza sauti za wafugaji. Ukame linalokumba eneo hili ni dhihirisho kwani zizi hili limekabila ng'ombe kwa muda mrefu. Nancy Kering, Runinga ya Citizen, Kajiado. Kinara wa DCP